Naam, taarifa nyingine zinaarifu kwamba familia moja katika kijiji cha Fihoni kaunti ya Kwale inalilia haki baada ya msichana wao mwenye umri wa miaka kumi na sita kuuawa kisha mwili wake kutupwa katika kijiji jirani baada ya kutoweka kwa siku tatu. Mwili wa Grace Mongeli ulipatikana ukiwa kando ya barabara bara. We are living kama ambaye tunakimbizwa, hatuna haki ya kuishi mali hapa na, ni kama ambaye sisi si wa Kenya kama wale wengine. So tukauliza haki ya huyu mtoto iko wapi? Na kufikia dakika hii Hatujaona mtu ambaye amekamatwa. Saa mbili napiga msi wake, nikapigiwa tena simu na bwana Bwana Zekeli kwamba chairman, yule mtoto nimemuona, eh. Nikasema akarudi akaniambia, lakini amekufa. Amekufa eh, kaanza kushangaa. Yuko wapi? Kwa mali fulani nikatoka paka village ya mwanae kumuona mtoto ni kweli, na toka hapo tukaambatana na maofisa tuliokuwa nao Haya, tukatamatisha zoezi hilo mpaka saa hii nikiongea kwamba tuko kwa matanga.